Wananchi mkoani Shinyanga wameiomba Bodi ya Nyama Tanzania kuwafikishia elimu ya kujikinga na magonjwa yanayoambukiza kutoka kwa wanyama akiwemo ugonjwa wa Mpox, kwa kuwa mkoa huo una mwingiliano mkubwa wa watu wanaokuja kununua wanyama katika minada mikubwa iliyopo katika mkoa huo. Kutoka Shinyanga, Frank Mshana ana taarifa zaidi. Wananchi wa mkoa wa Shinyanga wametoa rai hiyo wakati maofisa wa bodi ya nyama kanda ya magharibi inayohudumia mikoa minne ya kanda hiyo ambayo ni Kigoma, Katavi, Tabora na Shinyanga wakikagua na kutoa elimu kwa wadau wa tasnia ya nyama kuhusu sheria namba kumi ya mnyororo wa thamani ya nyama. Kwa mfano sisi hapa tuna mnada mkubwa hapa Tinde ambao unahusiana, lazima tuende mnadani tununue ng'ombe ndo tuchinje. Kwa hiyo wakitupa elimu jinsi ya kujikinga na magonjwa ambayo wao yanayokuja, kwa mfano impox. Kwa hiyo hilo ni swala liwe endelevu. Kwa ujumla tu niseme kwamba ugonjwa huu sio sio salama sana, kwa sababu ugonjwa huu ni hatari kwa, kwa, kwa, kwa binadamu na niseme kwamba kwenye eneo la Tinde, eneo hili ni kubwa, ni njia panda ambayo inakutanisha watu wa aina mbalimbali, hivyo niombe tu niombe serikali ilete wataalamu wa kuweza kutoa elimu. Simon Matias ni afisa mkaguzi kutoka Bodi ya Nyama Kanda ya Magharibi, na afisa mifugo ofisi ya mkoa wa Shinyanga, Dionisi Gustavu, wote kwa pamoja wamesisitiza kuwa wananchi watapatiwa elimu ya kujikinga na magonjwa hayo yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama. tunacho waasa ni kwamba wajikinge kweli, ugonjwa upo, kwa hiyo wachukue tahadhari. Kama kipindi kile walivyokuwa wanatangaziwa ugonjwa wa korona, wanachukua tahadhari, basi vivyo hivyo, tukaanzia kwenye tasnia ya nyama, ambapo mkoa wa kupitia halmashauri na halmashauri, wanyama wote wachinjwe kwenye machinjio ambako kuna wakaguzi wa nyama, ambao wanyama wanakaguliwa kabla hawajachinjwa na baada ya kuchinjwa nyama inakaguliwa. Afisa mfawidhi Bodi ya Nyama Kanda ya Magharibi, bwana Joseph Kurwa, ameeleza malengo ya kuwafikia wadau wa nyama wa mkoa wa Shinyanga, huku akieleza changamoto walizokutana nazo wakati wa ukaguzi. Tunawafikia kwa shughuli kubwa ya kutoa elimu. Tunatoa elimu kwao ili yale yaliyo katika sheria ya tasnia ya nyama yanafuatwa Changamoto zilizozikuta ni zile zile za mara nyingi zinajirudia, vai yale mavazi stahiki wanapokuwa wanatoa huduma kutoka katika bucha hili la nyama ya ng'ombe hapa Didia, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga. Mimi ni Frank Mshana, ITV. Shukrani sana Frank kwa taarifa hiyo.